MC Pilipili kwanza, pili, mii ni mdogo wangu, mdogo wangu kabisa, kwa sababu so, kwanza nimesoma naye shule e, tumesoma Utetanga, chuo cha walimu. Lakini pili, MC mimi kwake ni baba. Mimi ndo nimesimamia harusi yake, kwa hiyo e, ni mdogo wangu, ni mtu wangu wa karibu, na kwa kweli nimeumia kwa tukio hili ambalo limetokea e, kwenye maisha yake ya kawaida ya mm -hmm. kila siku mm -hmm. labda kuna vitu ambavyo Watanzania walikuwa wavifahamu mm -hmm. ni vipi, alikuwa anapenda nini na mm -hmm. unaweza ukamzungumziaje alikuwa ni mtu wa aina gani? okay. Uh, kwenye maisha yake ya kawaida vitu vingi ambavyo watu nadhani hawavifahamu mm -hmm. ni mm -hmm. kwamba jamaa alikuwa na ndoto na alikuwa na ndoto za kuja kuwa kiongozi wa serikali. Amepambana sana kutimiza hiyo ndoto yake ya kuwa kiongozi wa serikali, japo alikuwa hawezi kwa haiweki sana public ni kitu ambacho amekuwa kikificha sana, kutamani kuja kuwa mbunge, kutamani kuja kuwa diwani, kutamani kuja kuwa mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani wa kiserikali. Lakini jambo lingine pia wote tunafahamu kwamba uh, Pilipili alikuwa mtu wa furaha, alikuwa ni mtu wa kutupatia furaha alikuwa naipa furaha nchi nzima kwa sababu kwanza amekuwa ni moja kati ya uh, comedians wakubwa wa kwanza kwenye nchi yetu kuibua vijana wengi sana katika eneo hilo la la la, la comedy lakini pia wote tunafahamu kwamba pilipili amekuwa uh, the king mc yeye ndiye amekuwa mc bora ambaye amesafiri nafikiri kuliko mc wengine nchi nzima na amezalisha MC wengi sana kujua kwamba eh, kwenye tasnia ya umc unaweza ukawa mtu bora ukafanikiwa hivyo ndivyo ambavyo naweza nikamweleza huyu jamaa, lakini pia tunasikitika kuona kwamba kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana, na hakuna mtu ambaye ametegemea. Ni lipi labda ambalo la mwisho, labda kama ulizungumza naye, maana ni mtu wa karibu, ulisimamia ndoa yake, ni lipi ambalo la mwisho mliwahi kuzungumza, labda unaweza ukashare na sisi? La mwisho ambalo naweza nikasema ni kwamba mara ya mwisho nimeongea naye juzi nilikuwa nina kikao naye kati yake yeye na, na, na mke wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo na mimi nimekuwa navisikia kwenye mitandao kwamba ana mgogoro na mke wake. Nikampigia mke wake, nikazungumza naye akaniambia, baba mwite mwenzangu, tukae tutazungumza. Kwa hiyo alivyokuja hivi Dodoma, ndo nilikuwa na appointment ya kuonana naye, ya naye leo baada ya kumaliza shughuli yake ya kazi. Kwa hiyo kwa kweli nasikitika kwa sababu sija sijakamilisha lile la kuzungumza naye pamoja na, na mke wake. Mimi taarifa zake za kifo nimezipata, nilikuwa kanisani kanisani mpaka saa 12 vijioni. Kwa hiyo kuna mdogo wangu yuko Dar es Salaam, yeye ameona kwenye ngazi. Nikapiga simu kwa wadogo zangu wengine, akaniambia kweli, wako hapa nikafika hapa, nikaona kwamba kweli MC Pilipili